Shekhe tukianza naye huyu, anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuhu. Kwa jina anaitwa anaitwa Abubakari Haule, anasema je, ni ruhusa kwa mwanamke kuolewa, kisa walitofautiana na mumewe, lakini wakati walivyotofautiana na mumewe wakayamaliza. Baada ya kuyamaliza, lakini mwanamke akaenda kuolewa na mtu mwingine, ilhali huku alipotoka hajapewa talaka? Alhamdulillahi wasalatu wasalamu ala rasulillahi wabadu. Ahbab, kujielekeza kwenye suali, majibu yake ni kwamba hakuna ndoa juu ya ndoa. Mm. Ndoa ile ya kwanza ilisui kisheria mpaka ivunjike kisheria. Yeah. Kwa hiyo hii ya pili n hii ya pili haitambuliki. Mm. Na mwanamke anapata madhambi hapo aliko ni atoke huko, arudi akatafute sulu na na, mume wake. Lakini hiyo ni hasara kubwa anayoifanya, si sahihi kabisa kitu anachokifanya. Lakini shekhe, katika jamii ya sasa hili ni jambo ambalo limekuwa maarufu sana, mtu anaondoka hajapewa talaka huku na anaenda kuolewa huko. E, shida maa. ni nini? Ni, ni hasa hawa wajua, shida mara nyingine ni kule kujichukulia maamuzi bila kuangalia dini inasema nini na bila kuangalia swala la ndoa Huu ni mfumo uliokaa sahihi wa Uislamu. Katika mfumo wa Uislamu ni watu kuoa au kuoa aowe mwanaume na ni mwanamke aolewe. Sheikh, nitakuwa sahihi kusema kwamba <sighs> elimu kuitoa mashehe nyewe imekuwa haifiki kwa, kwa jamii ama katika mambo yanayozungumzwa sana, ukiangalia hmm. hata hapa vipindi hivi vya uleza ujue, vipindi vya maswali na majibu katika jamii tu kwa ujumla, hili ni swala ambalo litakuwa liko mbele sana karibu kuliko mambo yote, na sio kwamba unadhani wanaofanya hivi wengine hawafahamu. Wengine wanafahamu kabisa, wengine wanajua, sio kwamba hajui eh. Kwa hiyo ni wanakaidi eh, alafu liche hivyo, mbona hmm, likitokea tazilo lingine, mnakwenda kwenye mashehe kwa mashehe kuuliza. Kwa nini ile, anaenda kwa mmoja kwa mmoja, kama sio ujasiri nini kamu watu kufanya hivyo? Kwa nini likiwa tatizo, anasema shehe, sina shida, emu, ungepita na tunakuja nyumbani, au tunaomba upite, tuna moja mbili tatu. Au anakwenda kwenye ofisi ya shekhe, mimi bwana niko moja mbili tatu, sasa hivi nimepata mchumba, naweza kuolewa, inashindikana. Ni kweli kabisa kwamba mtu leo, ni watu wangapi wamezaliwa ndani ya wa Uislamu lakini wanandoa juu ya ndoa. Haya ni mtu anafanya maamuzi yake na vile anavyoona yeye bila kumwogopa kuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh, nitakuwa sahihi kusema hii ndio ya pili, hawa watakuwa wanafanya zina? Bila shaka.